Ndugu mtangazaji, hiyo uh, ni imani potofu ya watu hiyo, mm. ni imani potofu ya watu pamoja, Qur'ani ndiyo njia pekee inaweza ikamtibu mtu mwenye mashetani mm. kwa sababu mashetani na Qur'ani ni vitu viwili tofauti, lakini sio maana yake kwamba Qur'ani inatibu mashetani tu. Qur'ani mm. inatibu maradhi yote maradhi ya wasiwasi mm. maradhi ya moyo mm. maradhi ya chuki, maradhi ya husda, maradhi ya kuacha ya kuwa uvivu kuswali mm. maradhi ya kuwa mbahili, maradhi ya kutokupenda ndugu zako, hiyo mambo yote yao yanatibiwa na Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo maradhi ya mwili yani, una maumivu, una homa mm. Qur'ani na kutibu Umeng'atwa na nge, umeng'atwa na nyuki, umeng'atwa na, na nyoka, Qurani na kutibu. Na hayo yote yamefanywa na yameleta matunda makubwa sana, lakini kigezo na vigezo ni vile vile ambavyo umevitaja yes. Kuna kuna vitu umevitaja hapo, mtu anayetufuatilia anaweza akaona mm. kwa sababu yani, <laughs> haija haijazoeleka sana katika sura hiyo yani hap, sasa hivi yani tukusa, kwa mfano hata ndio maana hata wale ukisikia tiba imeenda viwanjani, hawa hawa tulikuwa tunawazungumza kwa tiba yenye kufuata wagonjwa wengi wanaojani, wenye matatizo haya, yani sihri eh, mashetani eh, sihri mashetani. Mashetani. Eh, yani ndio msingi ambao umejengwa na watu kwa sababu watu wengi wamejenga msingi huu. Kwa uzoefu wako Shekhe, nini ume, umesema vizuri kwamba ni imani potofu, nini kimepelekea watu wakaangukia kwamba kwamba wametoa kabisa imani yao katika Qur'ani na Sunna kutibu haya maradhi mengine en, en, moja el, kwa moja wakahusisha ile el, elimu walioipata mwanzo maskini ya Mungu mm. Walikuwa wanajua tu kwamba Qur'ani ni tiba ya mashetani na marohani mm. na vitu kama hivyo, lakini Qur'ani ni tiba ya magonjwa mengi yakiwemo hayo marohani kama nilivyosema na matibabu ya kawaida ya mwili mm. Eh, na matibabu ya kawaida ya mwili tena ni matibabu makubwa kuliko matibabu mengine yoyote yale. Sasa elimu ni ndogo, kwa hiyo kadiri watu walivyozaliwa wanajua tu Qur'ani kazi yake ni kutibu marohani na mashetani basi. Sasa kilichowapelekea mm. ni kutokuwa na elimu ya kutosha juu ya uwezo wa Qur'ani wa kutibu kila aina ya maradhi basi, hakuna kitu kingine. Wakipata elimu watabadilika. za Qurani wa kutibu kila aina, aina ya maradhi na hiki elimu hii ndo watu wameikosa, wa watu wameikosa wa, lakini kama elimu hii itapatikana watu watabadilika yes, na watu wataweza yes, kujua hayo yes, yote yes. Twende katika upande wa, kwa sababu kabla hatuja kwenda kule sisi tuna tajriba hmm, ya matibabu haya ya Qurani tunayo majaribio. Kuna hmm, watu wamepona kansa nawaisha enda hospitali wakaambiwa, bwana wewe kansa, tena imefikia hali mbaya. Lakini kuna watu wanatibiwa kwa Qur'ani na kansa inaondoka na anafika hospitali, daktari anamuuliza, bwana imekuwaje? Ni Qur'ani tu iliyomponya. Mm. Eh, sasa vitu kama hivi kwanza havi havisemwi sana hmm. havisemwi sana kwa hiyo watu wanakuwa hawajui eh, zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowatuma maswahaba mm. au kisa kama hiki, au ni visa viwili tofauti? yeah. Wanavyosema, mkuu wa kile kijiji akagongwa na nge, wametafuta mm. Mm. matibabu yote yameshindikana, wamekuja nah. kwa swahaba, kasoma suratil fatiha tu, yule bwana kama hajagongwa na kama hajagongwa na nge sasa unaweza ukastaajabu kwamba Qur'ani naweza ikatibu maumivu ma, ma ya kugongwa na nge mm. Eh, na nge ni nge wako Ana, aina tofauti, mwenye tofauti. Mwenye sumu yes. mm. manake mge alimgonga huyu bwana ni nge yule mwenye sumu kali, kwa sababu okay. kama mm. nge wa kawaida tu angevumilia mm. nge wa kawaida angevumilia, lakini ni nge mwenye sumu kali, halali yule mm. bwana usiku ule kashindwa kulala. Kwa hiyo kaja kasomewa sura al-Fatiha kapuliziwa pale palipogongwa na, na, na nge. Kapona. Kapona. E, sasa elimu kama hizi watu wanazizungumza mara chache, kwa sababu sababu kubwa ni kwamba we, wale wabobezi wa matibabu ya kitabu na Sunna mm. wenye vigezo vilivyokamilika ni wachache, kiasi kwamba hawapati muda wa kuelezea matibabu ya kitabu na Sunna kwenye social media kama hivi mm. Kwa hiyo watu wanapata elimu Potofu. Potofu. <laughs> Watu wanapata elimu sahihi kuhusiana eh, na eneo hilo eh. Lakini shehe, elimu ambayo sio sahihi pia inakuwa nyepesi kupokelewa sana kwa sababu ya kitu kimoja. Uh, watu wana mitihani nah. Watu wanaumwa nah. Watu wana maradhi nah. Uh, imefikia hatua watu wamekosa subira na ndio maana huko huko kwenye mitandao Unaona, muislamu ameenda kwa mtu anajiita mtume, ameenda kuifuata tiba kwa muislamu. Unamwona amesimama kwa nabii, anasema mimi muislamu, nabii, nimekuja natafuta tiba. Uh, hapa nataka ugusie, nitakuomba mambo mawili, lakini la kwanza ambalo nitakuomba ugusie kwenye hii tiba ya Qurani na Sunna tumetaja vigezo vya yule anayeombea, tumetaja vigezo vya kigezo cha msingi kimoja cha anayeombewa. Mtu yeye binafsi anayeumwa ana uwezo wa kujitibu yeye mwenyewe kwa kile anachokifahamu kwenye Qurani na Sunna. Mtangazaji, hiyo ndo daraja ya kwanza ya matibabu. Mm. Kwa sababu mtu kwanza anatakiwa aanze kujitibu yeye mwenyewe mm. katika matibabu ya kitabu na sunnah. <laughs> Nikutake radhi. yeah. Nimeleta nime, nime swali hili kwa sababu wimbi uh, la utegemezi zaidi kwenye eneo hili limekuwa ni yeah, kubwa kuliko kwa hiyo, daraja ya kwanza mtu anatakiwa aanze kujitibu yeye mwenyewe mm. na matibabu hayo hayachukui sura zile ndefu ndefu ambazo labda mtu anaweza akasema mimi sijui mm. au mimi nahivi, hapana, na ndo eneo la pili nitakalo kuomba. uh-huh. kwenye yale magonjwa ya kawaida kawaida ambayo eh. kwa uzoefu wako naona mara nyingi watu tunayo nah. Basi kupitia nchakali podcast hii utupe zawadi ya hilo eneo ungeligusia kidogo, iwe ni kama eh, msaada wawali kama namna gani mtu atajipa huduma ya kwanza, kwa sababu katika upande wa tiba nyingine ya kawaida eh, hospitali mara nyingi elimu hii ya huduma ya kwanza hii inatolewa sana, kwamba mgonjwa kabla hujamfikisha basi hospitalini, kama umeziona dalili fulani, unaweza ukamuhudumia huduma ya kwanza hivi. Kwa hiyo hii pia nitaomba uitoe kama zawadi, ili kila mmoja anayetufuatilia akijipima akajiona na dalili fulani za maradhi fulani ajue kuna huduma ya kwanza ya kuweza kujihudumia yeye mwenyewe kwanza kabla ya kuchukua hatua zaidi ya kwenda kuombea. Na nakushukuru ndugu mtangazaji, unajua hata waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba, eh, tiba. Kuliko, kuliko tiba. Tiba. Kwa hiyo matumizi ya Qur'ani mtu asisubiri kuumwa ndio maana sheria imeweka kuna adhikari za asubuhi na, na adhikari za jioni zile zile ni kinga kwamba usipatwe na kila aina ya shari ambayo inayokuzunguka mm. Kwa sababu zipo shari ambazo tunazoziona na zipo shari ambazo hatuzioni hatu, na zote zimeumbwa na Allah tabaraka wa taala. Sawa kabisa, e, minshari ma khalaka najilinda kutokana na shari alizo ziumba. Sasa Allah tabaraka wataala ameziumba shari, lakini ameleta kinga. Hmm. Kwa hiyo kabla ya mtu kuanza kujitibu, hmm, afanye kwamba kuwa kwake kinga ni bora kuliko matibabu, eh, kuliko matibabu. Hmm. Kwa hiyo mtu Mwislam siku zote za maisha yake anatakiwa awe na kinga yake miongoni mwa kinga ni mtu kukaa na udhu hizo. Mm. ni kinga na silaha ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza. Lakini miongoni mwa kinga, kama nilivyosema, ni adhkari za asubuhi na jioni vilevile. Mm. Vile, mtu anatakiwa akinge familia yake, sawa, watoto wale, okay, ambao hawawezi kuzitamka zile kinga mm, sawa mm. ipo kinga ambayo alikuwa anaitumia Nabiullahi Ibrahim mm, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, audhu bikalimatillahi tama min kulli shaitani wahama wa min kulli aini lama hii. Anasema mtu awasomee wanawe asubuhi mm, na jioni. Kwa mfano kama sisi Waislam, mwanao anavaa uniform kwenda shule, yeah. Hapa anatakiwa umfundishe adhkari si tumeelewana hii vitul. Zikiri hii mm. Auzu bikalimati kama hawezi kutaja nyingi mm. Lakini hii ni muhimu auzu bikalimati lahi tama minkuli shaitani wahama waminkuli no, wa aini la ilama. Mwanafunzi anasema maneno hayo mm. Unampa hela yake ya shule anakwenda zake wapi? Anakwenda shule, utamaduni safi kabisa sana simple simple kabisa, sana simple. Simple kabisa. Kwa sababu hatotoka bila kufuata pesa, yes. Hato pesa shule hatotoka bila kufuata pesa ya shule na hatuichukua pesa shule bila utaratibu wetu, yes. Kwa hiyo wewe utamsemesha utamsemesha utamsemesha, akishazoea, kwa hiyo anakuja kuchukua hela ya shule, anamwambia soma dua ya kutokea, ya kinga, anaisoma ile. Hela bwana, pesa yako hii hapa. Atakuwa na utamaduni huu huyu mtoto. Uwezi kusikia amekumbwa na mashetani uwezi mm. kusikia huyu mtoto sijui ameanguka kule shule mm, uwezi kusikia huyu mtoto sijui anagombana na watu huko shule, kwa sababu ushamtengenezea kinga. Sasa kinga ni kitu muhimu sana kuliko tiba, tiba. Jambo la pili ni mtu kuwa mwingi wa kusoma Qur'ani. Yaani kadiri unavyokuwa mwingi wa kusoma Qur'ani ndivyo ambavyo unavyojitengenezea kinga wewe mwenyewe ya maradhi ambayo una ya mashari ambazo unazoziona na zile ambazo uzioni. Uzioni. Kwa sababu shari zipo, Allah akishathibitisha zipo yani ni sawa sawa na wewe wewe, umeingia ndani, umo ndani, unataka kwenda kulala, mwenye nyumba anakuambia bana hiyo nyumba na umo ndani kuna mbu humo ndani kuna wadudu sijui kuna nini mm. Wamo humo ndani lakini bana neti ita ili kukinga ita ye. Kukinga nao mm. Wadudu walioko humo ndani wanaambia ah mi bana mbona mbona mwenye, mb... mwenyeji wako yes, ndo anajua mazingira ya yes, nyumba yake ndo anajua gani mbona mbona mwenyewe mimi siwaoni wewe mm. Bana utapata matatizo mwenye nyumba ndio ashakwambia bana Wapo. Lala kwenye hii neti <laughs> utapata matatizo wewe unasema mimi silali kwenye neti mm. Wewe utakuta watu wengi wanapatwa na matatizo kwa sababu ya kuto kutumia kinga alizozileta Allah tabaraka wa taala, na dua alizotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii dunia ina shari nyingi, mama wa shari ni usiku. hmm. usiku ndio mama wa shari, shari zote zinafanywa usiku, zote zinafanywa usiku, asilimia shari kubwa zinafanywa usiku. Usiku kwa hiyo usiku una adhkari nyingi na kujikinga kwingi sana kwa sababu wakati we umelala, shari zinapita hmm. We unafahamu wakati ule. Kwa hiyo hata ambazo ulitakiwa uzione uzioni tena, una habari kabisa eh, kwa hiyo ile zawadi uliosema ni kupe ni hiyo hmm. eh, hiyo zawadi ni hiyo. Kwa hiyo nawaomba sana na nawasihi sana wazazi, wazazi ambao tuna watoto wako majumbani, tuna watoto ambao wanakwenda shule hmm. Bila kujali jinsia zao Dua hii audhu bikalimatillahi tama min kulli shaitani wahama, ni dua muhimu sana sana sana kwa watoto, kwa watoto, kwa sababu Nabii Ibrahim walitumia katika kuwapa kinga watoto mm -hmm. na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa, wa, wa, wa, wa, ametufundisha sisi tuwape kinga watoto wetu kupitia dua hii pamoja. Hii dua tunatakiwa tujisomee sisi wakubwa mm -hmm. lakini watoto ni mimbabi au la Maanake hii hata kwa vitoto vichanga ambavyo mpaka kus. vitoto vichanga kwa sababu mm. yes. miongoni mwa shida shida sana vitoto vichanga e. vina shida. Na shida na naona watu wengine wamekuwa na, na, na utamaduni wa kufungafunga dawa. Yes. Kuna mtu anamfunga mtu kitambaa cheusi mtoto hapa, mm, e e, shingoni. Hii ni mizigo tu, unamfungia mtoto na kutokuelewa misingi ya dini yako, mm. Lakini hakuna haja ya kufunga hivi vitu wakati tayari ushaelekezwa vitu vya kufanya.